Ni shamla shamla za maandalizi ya ibada ya kitaifa ya maadhimisho ya CCT Day hapa jijini Mwanza. Na mbele yako ni wanaokwata kutoka Mwanza sekondari wakiwa wamejiandaa kabisa kushiriki ibada ile kubwa ya kitaifa ya kuadhimisha siku ya CCT. Okay, hebu niambie nini maana ya CCT? CCT ni umoja wa makanisa ya ambao kwa sasa yapo makanisa kumi na mbili ambao ilianza ilikuwa na makanisa matatu ambayo ni Lutheran, Anglican pamoja na Moravian. Wow. Mm. Na mpenzi mtazamaji unaweza kujionea namna gani ambavyo vijana wa UKWATA wamejiandaa vizuri kabisa kushiriki maadhimisho ya siku ya CCT na hawa ambao wanaendelea kumtukuza Mungu na kuimba mahali hapa ni wanaokwata kutoka tawi la Ole Jolai shule ya sekondari hapa jijini Mwanza. Mpenzi mtazamaji unayenitazama, uliopo ndani ya jiji la Mwanza, usipange kukosa tarehe ishirini na tano mwezi wa tano mwaka elfu na na tano katika kanisa la kinjili la kirutheri Tanzania, usharika wa Beneza katika maadhimisho ya CCT Day. Safari hiyo